Karibu sana katika chaneli yetu mpya uweze kulifreshi fuvu pamoja na ubongo. Hapo utapata movie kali zote za Nigeria zilizoweka katika mtindo mzuri na wa kuvutia kinoma. Tafadhali bila roho ya kukunja, ni kuomba bonyeze kitufe cha subscribe, tusaidie kufikisha lengo letu haraka iwezekanavyo. Kumbuka kusubscribe ni bure kabisa, lakini mchango wako ni mkubwa sana katika ukuaji wa chaneli yetu. Haya, tuliza fuvu pamoja na ubongo, tuanze safari. Hapo mwanzo tunamwona Alex na Maglet. Chumba chao kikiwa kimejaa joto la mapenzi. Maongezi yao yalitiririka kama moto wa matumaini. Wakiwa wame wana furaha, mama anaingia ghafla. Badala ya hasira, waliamua kutabasamu. kama mmeamua kupendana, basi mfunge ndoa, alizungumza mama. Waliangua kicheko, leo tumefumaniwa. Margaret alicheka na kisha, kwa sauti ya utulivu, akamwambia Alex, mimi nimeamua, mali yangu yote ni yako na mwili wangu wote ni wako. Huo ukawa mwanzo wa ndoto, lakini si kila ndoto huwa na mwisho wa furaha. Muda si mrefu Alex alianza kuona mabadiliko. Magret akawa mwingine, heshima yake ilizidi kushuka taratibu, ikibaki kuwa kivuli cha mwanzo. Siku moja aliporudi kutoka kazini, Magret alimwambia bila kumwangalia usoni, tafadhali niletee juisi. Alipoileta alitaka kuondoka, lakini Magret akagoma, akamwambia, Alex, njoo hapa. Kwa nini unaondoka? akamwambia uketi karibu yangu uanze kunibusubusu. Upendo wa dhati ulizidi kujaa mashaka. Magret alianza kuwa na sauti ya mabavu hata mbele ya wengine. Alipoonja chakula alicholetewa alikitema na kusema kwa dharau, hiki hakifai kuliwa. Akamwamuru Alex kutoa vyombo mbele yake. Haikuwa tena nyumba ya wawili, bali gereza la mahusiano. Katika kona nyingine ya mji, maisha yalikuwa tofauti. Ruthi, binti mnyenyekevu mwenye moyo wa dhahabu, alikuwa akimhudumia mama yake mgonjwa. Chakula kilikuwa haba, lakini upendo ulikuwa ni mwingi kinoma Alimweleza mama yake kula hata kidogo, ili dawa ziweze kufanya kazi. Aliendelea kufanya kazi kwa Maglet, hakujua kwamba hiyo ilikuwa ni njia ya kuelekea hatima yake. Fua hizi nguo zote, pesa yako iko mezani, Maglet alimwamuru Lucy. Jioni Lucy alirudi nyumbani na chakula. Leo nimefanikiwa mama, alisema akiwa na tabasamu la uchovu. Mungu akubariki mama, alimjibu kwa sauti dhaifu. Wakati huo huo, Alex aliendelea kufanyiwa kuwa mtumwa katika nyumba pamoja na kazini. Alikuwa meneja, lakini kwa Margaret hakuwa na thamani yoyote. tuletee vinywaji, alimwambia mbele ya wafanyakazi wenzake. kwa nini unanidhalilisha? Alihoji Alex. Margaret akamjibu kwa kiburi, wewe upo chini yangu. Alex akajibu kwa uchungu, lakini mimi ni mpenzi wako. Aliondoka moyo wake ukiwa umejaa majeraha yasiyoonekana. Margaret aliendelea na tabia zake, Maseji, mabusu ya kulazimisha, na kila kitu kilipaswa kufanyika kwa amri. Alex alikuwa kimwili tu, lakini moyo wake ulikuwa mbali. Alikuwa akimeza hayo yote kimya kimya. Wakati huo Lucy aliendelea kufanya kazi katika nyumba ya Margaret. Alionyesha nidhamu ya hali ya juu na tabasamu lake lilionekana kuwa na tumaini kwa yeyote aliyelitazama. Alex alianza kumwangalia zaidi, si kwa mapenzi, bali kwa mshangao kuwa mtu huyu anawezaji kuwa mnyenyekevu kiasi hikiti alimlipa zaidi ya jinsi walivyokubaliana, lakini si kwa huruma, bali kwa kuonesha ubabe wake. Siku moja, Alex alipolala kazini kwa sababu ya maumivu, Margaret alimtukana hadharani, mpumbavu, nalipa mshahara wa meneja harafu nalala. Ilikuwa fedheha ya wazi. Alex alianza kuona ukweli, upendo hauwezi kustawi pale ambapo hakuna heshima. Katikati ya haya mama yake Lucy alipata tatizo kubwa la kiafya. Alex aliyekuwa ameanza kuguswa na moyo wa Lucy, alijitokeza kumsaidia dia alimpeleka hospitalini na kulipa gharama zote bila kutangaza. Hakufanya kwa kutaka sifa bali kwa sababu ilikuwa ni sahihi kwake kufanya hivyo. Margaret alipogundua kwamba Alex anahusiana na Lucy alikasirika kinoma. Umechagua msichana wa kazi mchafu huyo, alimshambulia kwa maneno ya chuki. Alex alichukua msimamo, kaa mbali na Lucy na familia yake, ukijaribu nitakusaidia kuonyesha mwisho wa kiburi chako. Margaret alicheka, wewe ni mfanyakazi wangu tu, lakini Alex alikuwa tayari kaishaamua, heshima ni muhimu kuliko kazi na mshahara. Siku moja mama yake Lucy alivamiwa na vijana waliotumwa na Margaret. Vitu vyake viliibiwa na akaumizwa kinoma. Lucy alipompigia Alex simu kwa kilio Alex yakusita, alikimbilia hospitalini. Baada ya hapo, aliihamisha familia ya Lucy katika nyumba salama aliyoinunua kwa jasho lake mwenyewe. Akiwa amesimama sebuleni, Alex alimwambia mama yake Lucy, kuanzia sasa hiki ni chumba chako, utalala kwa amani. Mama alilia kwa furaha, hakuwahi kufikiria kama siku moja atalala na kuwa na maisha ya amani. Alex alimwomba ruhusa ya kumwoa binti yake. Mama alikubali kwa moyo mweupe. Je, wewe unasemaje? Alex alimuuliza Lucy kwa upole. Lucy alikataa kumwangalia moja kwa moja, akainama mama yake sema, usimwonee haya binti yangu, huyu ni mume wa kweli. Margaret aliporudi nyumbani kwa Alex alikuta nyumba ipo tupu. Alilia na kujuta kinoma lakini alichopoteza akikurudi. Wawili wale wapya waliingia katika ndoa takatifu, wakianza maisha ya heshima na mshikamano. Lakini huu haukuwa mwisho bali ulikuwa mwanzo mpya. Alex alianzisha kampuni yake, Lucy alikuwa naye bega kwa bega, wakasaidia maskini na kufungua vituo vya elimu wakasomesha watoto waliokuwa mtaani. Walikuwa mfano wa watu waliotoka chini, lakini hawakusahau walikotoka. Margaret alianguka zaidi, marafiki zake wa anasa walimtupa. Alipoona jina la Alex kwenye bango la semina ujasiria mali, alihudhuria kwa haya. Alex alimkaribisha kwa tabasamu. hakuna asiyeweza kubadilika, alizungumza. Margaret alilia, nimejifunza. Alex alimjibu, basi tumia fursa hii kusaidia wengine. Miaka mingi baadaye, walibarikiwa watoto wawili waliwalea kwa heshima, upendo na utu. Lucy alihutubia mikutano ya wanawake waliodhalilishwa akawa sauti ya waliopitia mateso. Nilikuwa msichana wa kazi lakini nilipendwa kwa moyo wangu, si sura wala cheo, alizungumza Lucy. Wakaishi miaka hamsini ya ndoa. Wakiwa wamezeeka, bado walitembea kwa kushikana mikono. Nyumbani kwao kulikuwa ni kimbilio kwa waliokata tamaa, kituo cha hekima kwa waliopotea. Margaret aliandika kitabu nilipokuwa kipofu wa mafanikio akisema Alex, na Lucy walinionyesha maana ya utu. Siku moja Lucy alipata barua kutoka kwa daktari alielelewa kupitia miladi yao, asante mama Lucy, bila wewe nisingefika hapa. Lucy alilia, Alex alimfuta machozi, hili ndilo tulilolenga kuacha, alama yenye maana, na hadithi yao ikawa mwanga kwa wengine. Mapenzi ya kweli hayangalii mavazi ya mtu bali moyo wake. Heshima ni msingi wa kila uhusiano. Ukimpata mtu anayekupenda kweli, usimwache. Dunia huende kabadilika, lakini upendo wa dhati huishi milele. Na kwa yeyote anayesikiliza simulizi hii, usimdhalau msichana wa kazi, huenda ndiye malikia wa kesho. Usimnyanyase kijana wa kawaida, huenda ndiye mkombozi wako wa kesho. Hadithi hii si ya watu matajiri, bali ni matajiri wa roho. Na mwisho wa yote, si mali inayobaki, bali alama tunayowaachia wengine. Hii ni hadithi ya Alex pamoja na Lucy, na ni sasa ni yako pia kujifunza. Usiache kulaiki na kisha Kusubscribe katika channel yetu. Ulikuwa nami Mr.